ambao uchaguzi wowote ule ambao utakuwa ni wawizi wa nguvu wa ghilba utaitumbukiza Zanzibar kuliko tulikotoka. Sisi wana wa nchi hii, hatukubali hao, hatutaki kurejeshwa tena nyuma. uchaguzi shinda na waliyeshindwa washirikiane nchi hii, ndio utaratibu wetu wa kikatiba, utaratibu watu wa nchi hii wakubaliana na, amepatikana kwa wananchi wenyewe kutaka njia hii. Maskini ya Mungu unamwambia aje hamsini na tano elfu kutia namba ya pikipiki ambayo umempa mwenyewe na kaili pia. Huu ni uhuni, huu ni wizi.